Habari, leo tumekuletea elimu kuhusu kiwatilifu hiki cha magugu kiitwacho RiceLin. Ni kwa ajili ya mashamba ya mpunga kinachotolewa na kuleta kwenu na Fakulin Agriculture Limited. RiceLin ni kiwatilifu ambacho kimeundwa na viambato viwili muhimu sana. Moja, Bisparibak sodium asilimia 20 hufanya kazi vizuri dhidi ya magugu na nyasi na kutoa matokeo ya haraka na ya kudumu. Mbili, pyrazosulfuron ethyl asilimia kumi, m kiambato hiki pia huua magugu ya majani mapana na magugu ya seddi na hufanya kazi vizuri magugu yanapokuwa bado madogo. RiceLin ni kiuatilifu maalumu kwa ajili ya mpunga. Ukitumia RiceLin, mpunga wako unabaki na rangi yake ya kijani. RiceLin ina kijiko maalumu ambacho kina ujazo wa gramu 10 utumika kwenye kipimo cha kiwango cha dozi. Vipimo na matumizi: kipimo kwa kulingana na ukubwa wa magugu. Tumia kipimo kulingana na hali ya shamba. Kwa magugu yenye majani mawili hadi majani manne, tumia gramu 60 kwa lita 15 za maji hadi lita 20 za maji. Kwa magugu yenye majani matano na zaidi au magugu yaliyoimarika, tumia gramu 80 kwa lita 15 hadi 20 za maji. Ukitumia RiceLin utaanza kuona matokeo ndani ya siku tano hadi 14.